zimwende mbora wa viumbe Mtume Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waamini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya Kiyama. Ama baada ya hayo, tuombe Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma, amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na kitabu chetu mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani. Na leo tupo na kikao cha tano, ambacho kinazungumzia sahuruhu sallallahu alayhi wasalama, daku yake mtume alayhi salatu wasalam, mfumo mzima wa kutumia daku mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi tunaanza nayo hadithi ya Zaidi bin Thabit Allah amridhie, kasema tasaharna ma'a nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, tumitumia daku pamoja na mtume alayhi salatu wasalam. Baada kutumia daku, thumma qama ila ssalaa, kisha mtume akasimama kujielekeza kwenda kusali. Qultu, nikasema, kam kana baina al-adhani wa sahur akauliza mmoja katika wapokezi kwamba muda ambao mliomaliza kutumia dako, mpaka na muda wa kutoa adhana, hapa katikati palikuwa muda wa kiasi gani? Qala, Zaidi bin Thabit akasema Qadru 50 aya, palikuwepo muda wa kiwango cha mtu kusoma aya 50. Rawahu al-Bukhari, bimaana mtu anasoma aya 50 anasoma aya 50 kwa mfumo wakati kwa kati, hasomi kwa mbio mbio, yani hasomi kwa haraka wala hasomi kwa taratibu kwa kujikokota sana, la, anasoma kwa kawaida, kisha anakwenda ni aya kwa aya kadri ya aya hamsini. Muda ambao utakaomalizika kwa kuzisoma aya hamsini ndio muda ambao ulikuwa unapitikana baina ya daku na adhana, ishara ya kuonyesha kwamba vile ni muda mfinyu ni muda mchache tu ambao ulikuwa unapitikana hapa katikati na vile, ni ishara pia kuonyesha kwamba vile daku bora ni ile ambayo inapatikana mwishomwisho wa usiku pale penye tunataka kusogelea alfajir. Darasa letu hili la leo kuna mambo ambayo inabidi mwislamu azingatie. Anasema sheikh: tasahhar lisiyamika wala tatruk asahur, tumia daku kwa ajili ya swaumu yako, upate nguvu ya swaumu, na wala usiache kutumia daku. Kwa hakika sunna hiyo ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kadhalika, wa liannahu faslun faslun ma baina suyami almuslimina wa siyami alyahudi wan nasara, pia daku ndicho kitenganishi Kipambanuzi, baina ya swaumu ya Waislamu na swaumu ya Mayahudi na Manaswara. Kwa hiyo unapotumia daku, kwanza, unakuwa umefuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam; pili, unakuwa umejitofautisha na Mayahudi; tatu, unakuwa umejitofautisha na Manaswara. Hadithi ya Amri bin, uh, hadithi ya Amri bin Al-Aasi alamridhia akisema kwamba Mtume alaihi salatu wasallam kasema Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli lkitabi aklatu sahar. Utofauti uliyopo baina ya swaumu yetu sisi na swaumu ya ahli lkitabi bimana Mayahudi na Manaswara ni kutumia daku, daku. Hadi alipokea muislamu ko, hii ni tofauti yetu, tofauti iliyopo baina yetu sisi na Manaswara, ni tofauti iliyopo baina yetu sisi na mayahudi Daku. Jambo la pili akasema Sheikh, tasahhar li siyamika. Tumia daku kwa ajili ya saumu yako. Kuna mtu mwingine akamwambia mimi si uh, sipendipendi vitu vya kutumia tumia, tumia daku la. Unakosa malipo. Unakosa ujira wa kumwiga Mtume alayhi salatu wasalam. Daku ina fadhila zake. Kwa hiyo tumia daku kwa ajili ya saumu yako lianna fihi baraka, lianna fihi baraka. Kwa sababu ndani ya kutumia daku au ndani ya daku kuna baraka, ndani yake kuna baraka, na haya ni kupitia hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Anas bin Maliki radhiyallahu anhu kasema, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam kasema Tasaharu, fa inna fi sahuri baraka. Rawahu shaykhan bima rawahu al-Bukhari wa Muslim, na kadhalika uh, imam Tirmidhi pia kaipokea. Tasaharu, tumieni daku, kuleni daku. Fa inna fi sahuri baraka, hakika kwenye chakula hicho cha daku kuna baraka ndani yake, daku ina baraka. Daku ina baraka. Jambo la tatu, asahur ghadau mubarak, daku ni chakula kilichokuwa na baraka ndani yake. Fala tatruk hadha lghadaa idha aradta an tasuma, usiachi kutumia hiki chakula. Kama unajua o, utaswaumu, usiachi kutumia daku. Watu tuache upuuzi. Thawabu zingine hizi ni sio za kutupilia, sio za kupuuzia. Matendo yetu hatuyaamini. Unajijua aje kwamba wewe uko salama mbele ya Allah? Unajua aje kwamba wewe umekamilika mbele ya Allah? Kumbe hivi vitu ambavyo ni vya sunna ambavyo vinakuletea thawabu kiurahisi, vitumie vyema, ili ujaze mizani yako, ujaze mema yako kwenye mizani yako.

Mtume alayhi salatu wasalam kaniita nije kutumia daku ndani ya Ramadhani. Irbau ibn Sariya anasema mtume kaniita nije kutumia daku ndani ya Ramadhani. Faqal, akasema mtume akasema haluma haluma ila hadha alghadai almubarak haluma ila hadha alghadai almubaraka njoo kwenye hiki chakula chenye baraka, yani njoo tutumie hiki chakula kilichokuwa chenye baraka naam. Na hii hadithi yetu, anasema mtunzi wa kitabu kaandika kwamba rawahu Ahmad amepokea Imam Ahmad. Na tunakumbuka mwanzo wa darsa letu tumeona kwamba mtunzi wa kitabu anasema kwamba yeye ameleta hadithi zilizokuwa sahihi au hasan, yaani hadithi ambazo zinakubaliwa kufanyiwa kazi, na ikiwa hadithi kwamba ni dhaifu, anaibainisha anaonesha kwamba ni dhaifu. Hii hadithi anasema amepokea Imam Ahmad uh, katika kurejelea ndani ya Musnad ya Imam Ahmad, Imam Ahmad alipokea sehemu mbili kwenye tahqiqi ya Shuaib al Arnaut, mujaladi wa 28 ukurasa wa 371 na ukurasa wa 382 ilipokelewa hii hadithi Kadhalika alipokea Imamu Abu Daudi, namba ya hadithi 2344. Kadhalika mipokea Imamu Nasa'i, namba ya hadithi 2163 na hawa wote ambao tuliwataja, Imam Abu Daudi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, walipokea hadithi kupitia sanadi ambayo ni Yunus ibn Saifu an al-Harith ibn Ziyad an Abi Ruhmi an Irbad ibn Sariyah.

sanadi yake kuna watu wawili ambao ni madhaif Yunus ibn Saif pamoja na Al-Harith ibn Ziyad. Watu ni madhaif, lakini wanazuoni wanasema kwamba vile eh, iko na njia zingine ambazo zinaipatia nguvu mpaka ifikie kufanywa kazi, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Na wapo wanazuoni wengi ambao wamesahihisha kupitia njia zake, akiwemo uh, Sheikh uh, Iswamu Musa Hadi huyu ni mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Al-Albani. Naam. Jambo la nne, min afdal ma natasahharu bihi at-tamru, at kilichokuwa bora zaidi ambacho inafaa watu tukitumie kwenye daku ni tende tamru, tende zile ambazo zinaitwa tamru, na haya tumeyazungumzia katika darsa lililotangulia kuonesha utofauti wa tende ya tamru pamoja na tende ya rutab na tende ya balah, vyote tumevitaja katika darsa la hapo kabla ambalo tulikuwa tunazungumzia iftari ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tamru ndicho kilichokuwa bora kukitumia wakati wa daku, na hii ni kutokana na hadithi ya Abu Hurairah, hadithi ambayo ni sahihi. Mtume alaihi salatu wassalam anasema niima sahuru lmumini atamru daku daku bora ya mwaminifu ni tamru hadithi imepokea mama Abu Daudi namba ya hadithi ni 2345 kwa hiyo si mpaka uamke ujaze tumbo kwa kutumia vyakula huku na huku la unaweza ukatumia tu tende khalas ikakutosheleza kuwa ni daku. Kwanza unapata thawabu za kutumia daku, pili unakuwa umepata thawabu za kutumia daku ambayo mtumia ameonyesha kwamba ndiye bora zaidi ambayo ni tende. Tamru, sio mpaka ujaze mawali nini nini la, tende yakifika, yakifika inakutosheleza. Jambo la tano, liyakun sahuruka fi akhir al-layl, daku yako ijalie iwe mwisho wa usiku iwe mwisho wa usiku bihaithu yakunu bainahu wabaina adhani alfajiri qadru qiraati 50 aya, kiasi ambacho baina ya adhana ya alfajiri na daku yako pana muda wa kiwango cha aya 50, yani muda mdogo tu, sio mtu amekula zake daku saa tano ya mchana tena amekula daku la mtu amekula zake daku dau sa a e, e, daku. E, daku wa wa hadithi ya Anas bn Malik kwamba Mtume alaihi salatu wasalam na Zaid bni Thabit tasahara wamekula daku. Na hii hadithi tumekwisha itanguliza hapo kabla. Falana faragha min sahurihima.

Palikuwepo kiwango cha aina ipi kumalizi, kumaliza kwao kumaliza kwao kutumia daku, faraghihima min sahurihima, kumaliza kwao kutumia daku wadukhulihima fi salah, na kuingia kwao ndani ya sala, pana muda wa kiasi gani hapa katikati? Qala Anas, akasema qadru ma, ma yaqrau ar-rajulu 50 aya, kiwango cha mtu kuzisoma aya 50, rawahu al-Bukhari. Kwa hiyo inatosha kwamba vile daku iwe na muda mfupi, mwisho mwisho kabisa, na inakuteza nguvu unashinda hata uko vizuri. Jambo la sita: watasahhar bima yassara Allahu laka min at-ta'ami aw at-tamri Tumia daku kwa vile ambavyo Allah amekurahisishia kuweza kuvipata miongoni mwa vyakula, miongoni mwa vyakula au tamr tende. fa in lam tajid illa, illa shay'an yasira min ayi taamin fatasahar bihi hatta lau kunta shab'an, ikiwa kwamba haukupata cha kuweza kula, haukupata kitu chochote isipokuwa umipata ka kitu kadogo kadogo ndio kinyomipata miongoni mwa vyakula basi tumia hako hako kadogo tu kama daku, katumie tu wakati wa daku. Hata kama utakuwa umejisikia umeshiba, tumia basi hata kitu kadogo, ionekane tu kwamba vile umefuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aiywa kunywa basi angalau hata maji, ionekane tu kwamba vile umetabiki sunna ya Mtume wala taqul ana la atasaharu au la ajur fi siyami, wala usisemi mimi sili daku, nitafunga zangu hivyo hivyo. Mimi ni daku daku ni sili daku vyote, mimi ni sawa tu, siwezi kuwa na amaraka biha rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ukitumia daku utakuwa umifuata hii sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sunna ambayo mtume amekuamrisha kwayo uitekeleze. Faqala, akasema tasaharu, tumieni daku, kuleni daku, wa taghadaita ghadaan mubaraka pia utakuwa umekula chakula kilichokuwa na baraka. Mtume amesema ni chakula chenye baraka. Daku ni chakula chenye baraka fasahuru fihi, baraka. Fasahuru fihi barakatun, kama akhbara Nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo daku ina baraka ndani yake, kama alivyotwambia Mtume w ud'u ghayraka min ashabik wa ghayrihim an yatasaharu ma'aka fi Ramadhan, ita watu wengine miongoni mwa familia yako, hata rafiki zako waite, njumuike pamoja, mchangie dako ya Ramadhani pamoja, mchangie dako pamoja. wa kama lau zaraka ahadun wa qad qaruba sahuru lak wakama lau zaraka ahadu waqad quriba sahuru laka, kama vile vile anakuja kukutembelea. Lau mtu yoyote alikuja kukutembelea wewe na ukawa umekwisha sogezewa daku, daku yako umekwisha letewa nayo, karibu basi, mwite mchangie naye, changieni naye daku, labas, hakuna tatizo lolote, bali ni khairu juu ya kheri Wataasa fi dhalika birasuli llahi sallallahu alayhi wasallam, na umwigie Mtume alayhi salatu wasalam kwa hilo jambo la kumwita mwenzako mchangie daku, kupitia hadithi ambayo tuliyotanguliza hadithi ya Irbadu ibn Sariyah, kwamba Mtume kanita ila sahur kwenye daku fi ramadhana, ndani ya Ramadhana, faqala akasema halluma ila hadha lghadai almubaraki njo kwenye hiki chakula kilichokuwa chenye baraka. Rawahu Abu Daud. Na pale mwanzo tumesema rawahu Ahmad na hivi ni rawahu Abu Daud wa an Khalid ibn Ma'dan anna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam qala lirajuli, kwamba kutoka kwa Khalid ibn Ma'dan kwamba mtume alayhi salatu wa alimwambia mtu mmoja haluma ila alghada almubarak, sogea kwenye chakula kilichokuwa na baraka, yani sahur, bi maana daku. Rawahu Nasai. Kule mwanzo tumesema hadithi ile ya mwanzo ambayo imepokea Imam Ahmad na Imam abu Daud na Imamu Ahmad na Imamu Annasai, tumeona kwamba ndani ina udhaifu lakini udhaifu wake sio mkubwa, na hii nyingine hapa ya chini ya, ya Khalid ibn Maadan inakuja kuipatia nguvu ile ya juu. Ndio maana wanazuona wengine wakasema hasanun lighairihi au bishawahidihi au biturqihi hakadha. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, kumkaribisha mwenzako kwenye daku ni jambo la muhimu sana. Nakumbuka wakati mmoja tupo Rwanda, tulikuwa tukiambiwa yani, tunakaribishwa kwenye daku. Wallahi Mtu kabisa anakwambia karibu leo kwenye daku, tuchangie, uje nyumbani leo tuchangie daku. Wakati mwingine unaona kwamba vile labda ni vitu unaona kwa vile za ni, ni, ni, ni, ni, ni ni ni ujanja, ni vitu ambavyo vinawezekana nikaribisha mimi saa ngapi za usiku nije kula daku. Kama unaweza kwenda, nenda ukachangie daku na mwenzako. Hii ni katika sunna pia ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hadha wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta